Yo, e bwana e, hayawi hayawi huwa na yasiyokuwa yakawa e. Hao ni wahenga mtazamaji e, sasa hivi ndio tunaona, uh, mambo uh, wahenga walioyazungumza ni kama haya sasa. Mtazamaji, nimekuwekea hii video <coughs> angalia hii video vizuri, itazame itazame tu mpaka mwisho utaweza kugundua kitu pale, ila kuna wengine bado hawajagundua. Sasa inabidi niweze kuwaelezea mwenyewe hii video kama ukiangalia hapo ni kuhusiana na Harmonize na Kajala. Utapata kumuona, uh, Harmonize anampaka poda, siku ndo makeup ile uh, nyinyi madada zetu mnazijua, lakini sisi majamaa basi uh, huwa hatuzijui sana. Sasa, sijui kama ni poda ama ni makeup uh, hiyo ambayo Harmonize anamfutafuta Kajala pale alafu mwisho wa siku kama unavyoona video, anampiga busu pale. Baada ya kumpiga busu uh, utagundua mashabiki wanafurahia sana waliohudhuria kwenye sherehe ile, e, kuwa basi wanafuraha sana baada ya Harmonize kumpiga busu e, Kajala Masanja pale, na sio kumpiga busu tu, bali kumpiga busu mbele ya Juma Lokole. Juma Lokole huyu, e, aliyekuwa anasema ha, ha, Harmonize hawezi kumrudia Kajala wala Kajala hawezi kurudiana na Harmonize, sasa hivi E, ameweza kumbuka mwenyewe kwa sababu hadharani, mbele yake kabisa, ya macho yake haamini anachokiona, anaona kama anaota, lakini ndio hali halisi hii. Sababu Harmonize anakuja kumpiga busu kabisa Kajala mbele ya a, Juma Lokole. Na Juma Lokole e, mwanzo ni kabisa alikuwa amesema kama Harmonize atahudhuria sherehe hii, basi yeye hataweza kufika. Hii ni kwa sababu hampendi sana Harmonize, hataki hataki Harmonize aweze kurudiana na Kajala, lakini kama kawaida katika video zangu, napenda kukushauri sana usiwaamini hawa machawa, na pia usimwamini sana huyu Juma Lokole, wala usimwamini mwija, kwa sababu hawa wanaongea tu, lakini ukishawapa maokoto basi huwa wanatulia. E, ndio maana nakwambia usiwamini sana, usimwamini sana huyu Juma Lokole e, wala a, Mwijaku. Sasa video yenyewe ndio hiyo, kama unavyoona hapo anampiga busu kiukweli, e, kiukweli imekuwa kama kama mshangazo sababu ukiangalia Harmonize <coughs> na Kajala e, wali, waliishi kama, <coughs> kama mke na mume e, lakini baada ya kipindi kifupi baada ya kipindi cha mwaka mmoja wakaja kutengana, na wameza kutengana, imekaa kama miaka mitatu, mtazamaji, bila kupatana. Yani anapokanyaga Kajala Harmonize amekuja tu, eh, Kajala akisikia akisikia tu tu amekuja yupo, hafiki mahali pale, ilikuwa yani ni kama wameachana, lakini pia sio kuachana tu, bali kuachana na bifu zito. Lakini sijui kuliendaji hapa, mpaka sasa hivi wawili hawa wakaweza kurudiana pamoja kama unavyoona, mpaka sasa wameweza kurudiana na mambo yanazidi eh, kwenda shwari kabisa eh, hadi Harmonize anaweza kumpiga uh, busu na kumshika kumbamia Kajala kama ambavyo, eh, unavyoona. <coughs> Sasa, nikupe za ndani kabisa, eh, sababu unakumbuka kuna video fulani niliweza kukwekea nikakwambia kuwa uh, uh, uh, Harmonize anaomba msamaha hapa. E, basi sasa hivi na nakurudisha tena, wacha nikueleze kinagobaga e, za ndani hizi ambazo huwa sipendi kukwambia, lakini leo wacha niweze kukwambia mtazamaji. E, Kajala aliweza kusema kumwambia Harmonize kama kweli unataka kurudiana na mimi, inabidi uweze kufata masheria zangu, sababu hapa Harmonize ndio tunayemwona ni kama anaugua mapenzi lakini sio Kajala sababu Kajala yeye mwenyewe alishakwambia ame move on, lakini kulingana na Harmonize anamlalamikia, basi inabidi aweze kumrudia. Halafu pia ukiangalia pia Harmonize ikifika upande wa mapenzi, basi yeye sio mgumu vile, yani anatoa bajeti kwelikweli kweli. Anaweza hata akakupatia Range Rover tatu mbili. Yeye ye, hajali maswala ya mapenzi basi anatoa kibunda kweli kweli ndio maana mpaka sasa kuna gari ambalo lina trend linaitwa Kajala 3, asio Range bali ni defender tu, um, ambalo Harmonize ameweza kumnunulia Kajala kama zawadi yake ya tatu. Kumbuke aliweza kununulia tayari zawadi ya kwanza ikawa ni Kajala 1. Akaweza kununulia zawadi ya pili ikawa ni Kajala 2. Sasa hivi ameweza kununua defender zote mbili, ilikuwa ni Range Kajala 1 na 2 alikuwa ni Range Rover afu ile defender sasa, ni Kajala sasa. E, Harmonize ikifika masuala mapenzi basi sio mgumu, habani bani hela anajiachia tu. Ndio maana tunaona pisi nyingi huwa zinapitisha mande wa kwake. E, alikuwa amesema ameacha mambo ya nyash, lakini sasa hivi naona kabisa ameamua kurudia nyashi zake. Sasa mtazamaji nilikuwa nimekwambia nitakupatia siri ambayo nilikuwa sijakuelezea muda mrefu. Sasa Kajala akamwambia Harmonize kama unataka kurudiana na mimi basi inabidi uweze kufata sheria uh, yangu moja, uweze kuomba msamaha mbele ya media kubwa, yani media kubwa kama vile Clouds FM, EFM alafu kuna wasafi media na hata pia hii Millard Ayo. Sasa Harmonize akaweza kuhojiwa maeneo ya Milad hayo pale e, na akaweza kufunguka kuhusiana na swala lake aliyokuwa alioku, analifanya hapo zamani kwa kusema kwamba yeye ni sijui ni shetani gani yani, kiukweli akakiri kuwa aliweza kukosea na anaomba a, Paula aweze kumsamehe, ila pia Kajala pia aweze kumsamehe sababu nakumbuka ile ishu yake iliyo trend sana ya kuwa alikuwa ana date na, na, date na na Kajala lakini pia alikuwa anamtaka mtoto wa Kajala ambaye ndio Paula. Sasa watu wakasema Harmonize hapa ni kama anataka kula kuku na mayai yake. E, at, kuna video vingine ziliweza kusambaa. Paula akasema kwamba anamchukia sana Harmonize sababu alikuwa ni mume e, wa mamangu, alafu pia alikuwa ananitaka mimi kimapenzi. Sasa, namchukia sana, siwezi kumsamehe. Sasa katika tukio lile Harmonize akaweza kuomba msamaha pale kwenye Millard Ayo e, ITV. Sasa a, hapo ndipo Harmonize, hapo ndipo Harmonize nadhani na aliweza kukubaliwa, e, aliweza kukubaliwa na Kajala sababu mtihani aliopewa na Kajala alikuwa tayari ameshaupita, ndio maana mpaka sasa wakarudiana na mambo yanazidi kwenda bulbul kama na ambavyo unavyoona, ma video nyingi zimesambaa wakiwa wanakisiana na video pia zinaonyesha kuwa E, wamerudiana na wako pamoja sasa hivi, tutarajie mambo e, mengine e, yakizidi kuendelea, kama vile kwenda gym pamoja e, basi na a, mambo mengi kuyafanya kwa wakati mmoja. Sasa mtazamaji, sijui kama umefurahia penzi hili kurudi ama wewe bado unaona tu eh, Harmonize ange move on na yule Abigail Shams, sababu watu wengi walikuwa nasema kwamba Abigail Shams ndio anaendana na Harmonize, sababu ni mwembamba vizuri, alafu pia kiangalia ana elimu na akili, kizungu anakijua vizuri, ngeli atamsaidia Harmonize katika kuandika ngoma. Ah, lakini wengine pia wanapongeza penzi hili kurudi. Sasa wewe unasimama na no upande gani? Kama unasimama na upande wa Abigail Shams arudi eh, na Harmonize kimapenzi, ama Kajala na Harmonize waendelee hivi hivi? Dondosha komenti yako hapo, unaambie wewe unasimama upande gani.